Ah, kibro. Ah, ni acha kibro. Ah, mimi niko fiti sana bro. Sasa ah, leo. Ah eh ni ya eh, kibro aje sasa. Uko sawa? Mimi leo niko sawa kabisa. Ah, kabisa. Hii na leo nimekuja na swali. Kibro uko na swali? Mm. Ah, uliza, uliza. Nikuuliza kibro. Eh, uliza. Na unakuwa na dem? Dem? Mm. Ah, kibro. Eh, dem si niko na yeye eh, kibro. Sasa kitu iko eh. ni atimizi na. Ati unaga dem. Aje kibro na ndio ni wengi kwanza kibro eh. usikii eh. nashangaa una dem na mimi mm. wangu nilijiundia eh. Sasa usikii kibro eh. awezi niambia una dem eh. na saa hii mm. kuna nyesha na kuna dem eh, halafu eh. Eh. matope ni mingi. Ai, matope na dem, tena bro. Eh. sasa eh. unaona Eh. Mtu aliundagwa na nini? Na matope. Na matope. Eh. Sasa si mimi eh. nikaona sinaga dem. Eh. Nikajiundi? Ukajiundia na matope. Nikajiundia dem na eh. matope. Kwa so, sababu eh. matope ni mingi. So mimi nilijiundia niko na dem. Sasa Sa uko na dem. Eh, mimi niko na dem mwenye nimejiundia. Sasa ni mimi sina. Na wewe una? Sasa nifanye aje kibro? Sasa wewe fanya aje? Wewe eh. we, we enda. Mm. Time pali kuna rowe. Eh. Chipa mchanga. Eh. Ukisha chimba hey, chukua maji, weka kwa mchanga, weka matope, jiundie demu wako. Sasa demu atatoka kwa matope hey, juu sisisi si, wote tulitoka na kwa matope. Na ataongea kweli? Kwei, yeah. Sasa kuongea kibro hey, sijui hata mimi hey, yako ya. Alafu kibro huyo ni antikua, aezi kufa, kufa, kufa antikua.